Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Eh, ndugu zangu kwanza nikusalimuni sije kadi mkusalimuni au sije salamu sije tu salamu. Salamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh. Dakika tano nilieleza mwanzo kwamba ni mchango sitoi mada wala sitoi mawaidha isipokuwa ni mchango kama taakibu ya yale ambayo yamezungumzwa na mashekhe zetu. Dakika tano hizi nizitumie katika labda kuleta majumuisho ama taakibu. Nadhani ni lengo langu ni hilo, inshallah mtanuia radhi. Protokoli imezingatiwa kwa sababu muda wenyewe ni dakika tano. E, katika dakika tano hizi nilipendelea ni kuelezeni vitu viwili katika uchambuzi wa nilivyofahamu mimi na ninadhani nanyi mmefahamu hivyo, na vilevile vile tutoe katika hutwa amalia katika, yani tuseme kwamba labda, eh, utekelezaji wa kivitendo wa haya ambayo tumepewa nasaha hapa, hilo ndio muhimu. Tusitoke tu kwamba fulani alisema vizuri, halafu hakuna matokeo ya yale mazuri aliyoyasema ama fulani hakusema vizuri, alafu tukashindwa kutafuta mazuri kubadilisha yale ambayo si mazuri aliyosema fulani. Huu ndio utaratibu wa mazungumzo, lazima utoke na huta amalia ya kivitendo yenye tija katika yaliyozungumzwa. Sasa ni hivi, moja katika hayo ni kupeni mfano mzuri sana wa maneno ya Anas bin Malik eh, radhiyallahu ta'ala anhum. Siku moja alikaa Anas bin Malik

mnafanya mambo mambo hayo katika macho yenu, nyinyi mnayaona kama ni madogo kuliko unywele, lakini mambo hayo sisi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunazingatia kwamba yanaangamiza. Hili ni neno ambalo linatokana na yale yaliyozungumzwa na mashehe zangu hapa nyuma, kwamba haya yanayozungumziwa, haya yanayozunguka yakiwa si nabai, ni habari, ni habari, habari hizi basi, ni kweli tusiyachukulie katika udogo na tusidharau mambo hayo. Ni kwamba mambo hayo, kama hatutawekea utaratibu mzuri wa kujisali, wa kujiepusha na mambo hayo ama na hisia hizo ama na fikra hizo ama na habari hizo basi maana yake itakuwa ni katika mambo ambayo yanaweza yakaangamiza jamii yetu yakaangamiza mji wetu yakaangamiza familia zetu na yakatuangamiza wenyewe. Kwa hiyo mambo hayo yanayezungumzwa katika sura ya, ya salbi ya, ya, ya hasi basi tuachukulie kwa tahadhari na tuwekee taratibu ya kuto yakubali na kuto yaendea, hilo ni moja. Lakini la pili tena ni sasa tunafanya nini? Nikisema tunafanya nini ninakusudia hebu turejee kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa kanuni moja nzuri sana. Kanuni yenyewe ni kwamba palitokea palitokea tatizo la kutaka kuvunjika amani katika mji wa Makka, narejea tena, palitokea tatizo la kuashiria kutaka kuvunjika amani katika mji wa Makka. Tatizo hilo linafahamika sana, ambayo lilipelekea kikipatikana kitu katika historia wanatuambia ni Hilful Fudhuli. Napokusudia hivyo ni kwamba haraka haraka, dakika moja tu, bwana mmoja, mtu mmoja tu na ufedhuli wake alifanya dhulma. Al Asi ibn Wail ni tajiri mkubwa Maka, alifanya dhulma kamdhulumu bwana mmoja katoka Yemen katika kabila za Zabidi az, az, kama sijasahau sahau, kamdhulumu yule mtu bana. Lakini jambo, wakati wa dhulma inafanyika, jambo lilikuwa ni dogo sana, kawaida la ndani, lakini jambo lile, yule aliyodhulumiwa alijaribu kutafuta kujinusuru na dhulma. Aliamua kutoka akapanda katika mlima wa, wa Abi Qubais akaanza kuzungumza ile dhulma aliyofanywa na mtu fulani katika mji wa Maka ule jambo lile lilivyotoka likawa ni kubwa, nataka tuelewane, likawa ni kubwa kwa sababu tayari limeshaashiria kwamba watu watakayemnusuru mtu huyu huyu bwana wa Yemen aliyodhulumiwa lazima watapatikana, na inawezekana wakatoka huko Yemen kwenyewe, wakaja kwamba kuna mtu amedhulumiwa, ama wapenda haki mji ule wa Makka, bila shaka ongeza, wakatoka kumnusuru yule mtu. Bwana Al Hasu bin Waili aliyofanya dhulma, maana yake ya na yeye ana aawana ana wasaidizi wake, ana watu wake, wangeweza kutoka kumnusuru yeye. Maanake nini kingetokea hapa? Kingetokea jambo au lingetokea jambo la uvunjifu wa amani. Lakini alitokea mtu mmoja tu, Azubair ibn Abdul Muttalib. Eh, ammi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alitokea yule bwana akaona, haiwezekani hapa, ishara imekuwa ni mbaya, amani ishavurugwa, amani itavurugika, ni viashiria vya, vya kuvujika amani. Alichofanya ile bwana Zuberi ni kuwapitia matumbo ya Makuraishi matukufu pale, wakakusanyika katika nyumba ya bwana mmoja akiitwa Abdullahi bin Jadaan, wakakaa pale wakaweka kiapo kwamba mambo haya yasifanyike hapa. Maana yake nini ni kwamba waliweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba amani iendelee na amani ilindwe katika utaratibu waliouona wao. Sasa mahalu shahidi na kusudia kusema nini? Baada ya tukio hili kutokea, mtume alikuwa na miaka ishirini, bado ni kijana tena, inawezekana ni mdogo kwa umri, hajawa mtume bado, hajawa mtume lakini alikuwa ni kijana mwenye busara, mwenye hekima, na miaka ishirini ni mdogo kuliko wengi tuliokuwepo hapa. Alikwenda kushuhudia tukio lile Mtume sana alikwenda ni mtoto kushuhudia tukio la watu wazima wanakubaliana jambo fulani, wanajadili jambo fulani la kuleta amani katika eneo lao. <coughs> Sasa haikutosha baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume, kuwa ni mtume, nini alifanya? Alikaa na maswahaba zake akawahadithia tukio hili baada ya miaka mingi kupita, kapata utume na miaka 40, miaka 20 isha kwa mtume. Yawezekana mtume aliyasemea Makka au alisemea Madina. Kama alisemea Madina basi, alisema tukio hili baada ya miaka 30 na kidogo. Lakini mtume nini alisema? Nataka tusikilizane vizuri. Aliwaambia mimi, aliwaambia mimi nilishuhudia tukio ambalo nililipenda kweli kweli, akawapa tukio hili akalieleza, akasema, sasa kama mimi nitaitwa, lauduitu fil islam kama nitaitwa katika kuwa sasa na Uislamu huu katika jambo kama hili la ajabtu, nitakwenda. Maana yake ni kwamba jambo hili limethibiti kisheria, kwamba jambo lolote ambalo linakwenda kutengeneza kulinda salama na amani, unapoitwa katika jambo hilo, kama wewe ni mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inabidi uliitikie. Sasa maana yake ni kwamba wale ambao wana nia za kuvuruga amani, sisi tunatakiwa tufanye nini? Tuitikie katika kwenda kuilinda amani ya nchi yetu na amani yetu na amani ya familia zetu, kwa kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhani itakuwa imeeleweka vizuri. Kwa hiyo, amalia tuyapuuze yote yanayosemwa na hao lakini amalia kivitendo tuwe imara katika kutetea amani katika usuluma ambao unayokubalika. Nadhani maneno yangu dakika tano atakuwa anatosha, na baada ya hapo, labda nami nitowe tu kidogo wito sisi kama hayatul ulama hayatul ulama wanawazoni, tulikaa tukaangalia kwamba vita ya kumwomba Mwenyezi Mungu ni kubwa, ni kubwa. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana, tumbembeleze ili amani ipatikane na iendelee kuwepo katika nchi yetu. Na wasaili ili zote tumezitumia, tumetumia wasa, zimetumika wasila za asbaullahi wa sifatihi, qurani imetumika kati kama ni wasila, lakini vile vile tumetumia wasila wa dua za waja wema, wameomba dua, ni wasila hiyo hiyo lakini kuna wasila moja, basi hii wasila ya kila mmoja ashiriki ni wasila wa al-amalu salih, al-amalu salih kufanya amali njema, alafu kutawasal kwa amali njema hiyo ili Allah atujalie. Kwa hiyo tunaomba inshallah, siku ya Jumatatu imebakia ni moja, Jumatatu imebakia tuna sunna ya Jumatatu, ni kawaida kufunga. Waislamu wana tabia, wengi wanafunga. Basi tukifunga Jumatatu hiyo, jioni wakati wa kufuturu, basi kila mmoja atumie fursa hiyo ya kumwomba Allah subhanahu wataala, ya hiyo salama na amani tunayoitaka, kwa sababu hatuna tena wasila wa amali swali. Kama nifunga na nikubwa zaidi ya Jumatatu, baada ya hapo ni Jumatano, uchaguzi. Nadhani nakukaribisheni katika hilo na ninakuombeeni katika hilo, insha Allah. Tukifunga Jumatatu, basi tuombe dua jioni. Insha allah katika hali ya pamoja, kama mtafuturu watu wawili watatu pamoja, wangapi, basi pale inshallah muombe dua maalum kutokana na kutawassal kwa amali njema ya siyamu ambayo itakuwa tumeshinda nayo katika eh, mchana huo. Allah atuwafikishe. aqulu ma tasmaun. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.